Wanachato na Watanzania, kabla ya kuzungumza lolote, niwaambie neno moja. Wanasema Chama cha Mapinduzi ni chama cha wazee. Mmeniona, mmeniona ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, kijana wa CCM tena mgombea udiwani wa kata ya Chanji, jimbo la Sumbawanga Mjini. Baada ya kusikia Mheshimiwa rais ambaye anasubiri kuapishwa atakuwa ana mkutano eneo lake alilotokea, nikasema ni muda mwafaka wa kwenda kuzungumza na watanzania wa Chato, kwa sababu tunayo mengi ya kuzungumza lakini jambo la msingi ni waase sana Wanachato, ni waase wa Tanzania wote. Mwaka 2015 sio mwaka wa kufanya ushabiki wa siasa, ni mwaka ambao tunatakiwa kufanya maamuzi. Tufanye maamuzi kwa kufikiri, tumchague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli wanamnadi mgombea wao na hasa Chadema, ndugu zangu, watu hawa wamefanya siasa ya tofauti Tanzania, maana wamebadilisha. Leo hii shetani amegeuka, anaonekana malaika. Mwaka elfu mbili na saba walisimama Mwembe Yanga wakasema umaskini wa Watanzania unasababishwa na baadhi ya watu kuwa mafisadi. Wakasema fisadi papa, mwizi, mlanguzi, mzandiki, wakasema ni Edward Ngoyai Lowassa. Wakazunguka nchi nzima, wakawaaminisha Watanzania kwamba mtu huyu ndio ambaye anasababisha matatizo ya Tanzania amesababisha rushwa inatamalaki, amesababisha umaskini wa Watanzania. Yeah. Jambo la ajabu ndugu zangu, mwaka elfu mbili na kumi na tano CHADEMA hawahawa, chama kisichokuwa na dira, kupitia mwenyekiti wao wakapokea pesa kutoka kwa Lowassa, wakachukua, wakaweka, wakaanza waka kumnadi Lowassa. Leo hii amegeuka msafi, leo hii kashfa ya rushwa imefutika, leo hii kashfa ya ufisadi imefutika. Hawa ndio viongozi ambao wanataka kuipeleka Tanzania sehemu isiyo salama. Kama waliweza kusimama wakazunguka nchi nzima wakatumia mabilioni ya fedha kuwaamilisha watu kwamba mtu huyu ndiye ambaye amelihujumu Tanzania, leo wanageuka, amekuwa msafi, hii yote inamaanisha kwamba hata yale ambayo wanapita wanawaambia Watanzania, ahadi wanazotoa kwa Watanzania ni ahadi feki, ni ahadi ambazo hazitekelezeki, ni uongo, tena uongo wa mchana kweupe. Yeah! Wanachato na Watanzania, kama tutapata nafasi ya kuwachagua viongozi ambao wanajeuka maneno yao, viongozi ambao wanajeuka kauli zao, kuna siku kura zetu ambazo tunakwenda kupiga ambazo ni mkataba baina ya wagombea na wapiga kura, mikataba hiyo itakuja kugeukwa na watu hawa. Mtu ambaye ana sifa ya kuwa kiongozi wa nchi hii si mwingine, ni mtu aliye mwadilifu, ni mtu aliye mwaminifu, mtu aliye mchapakazi, mtu ambaye anasimamia yale mambo anayoyaamini. Ni nani mtu huyo? John Joseph Pombe Magufuli. Ndugu zangu, kumetokea wimbi la wana CCM mbalimbali wa kihama cha wanaondoka CCM, CCM wanakwenda kwenye vyama vingine. Ndugu zangu, kuna kauli ambayo wao wenyewe wameizungumza na wanatumia kauli ya Mwalimu Nyerere vibaya. Wakija hapa Chato na maeneo mengine Tanzania kuna kauli moja wanaitumia, naomba nianzie hapo. Wakija wanasema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema watanzania wanataka mabadiliko, wasipoyapata ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Wakimaliza hapo, utasikia pipo wiwi. Waeleze watanzania ni kwa nini Mwalimu Nyerere alitoa kauli hiyo, alikuwa anamaanisha nini anaposema watanzania wanataka mabadiliko? Kauli hii Mwalimu kuna baadhi ya wanachama wa chama cha mapinduzi wanataka madaraka kwa harufu ya rushwa, wanataka kununua uongozi, wanataka kufanya fedha kuwa ni sehemu ya maamuzi ndani ya chama. Baada ya kuona rushwa imetamalaki mwalimu Nyerere akasema watanzania wanataka mabadiliko. Maana yake watanzania wamechoshwa na rushwa, watanzania wamechoshwa na ufisadi. Wa Tanzania wamechochwa na uzandiki. Akawa anamaanisha ni lazima CCM iweze kujisafisha, hawawezi wala rushwa, mafisadi, wazandiki wasiwe na nafasi CCM, sehemu yao iwe sehemu nyingine. Jakaya Mrisho Kikwete ndio amekuwa rais wa kwanza, mwenyekiti wa chama wa kwanza kusimamia kauli hii. Amehakikisha wezi, mafisadi wala rushwa hawana nafasi CCM sehemu yao CHADEMA. Kama una harufu ya rushwa una harufu ya ufisadi, si CCM sio mahala pake. Sehemu salama wapi? CHADEMA. Na leo hii tukisema CHADEMA mnasema pango la wezi, kimbilio la mafisadi. Twende pamoja, osha mkono juu wale wote wanaokimbilia huko wezi, na historia tunayo, na wengine ni uchu wa madaraka unawatoa ndani ya CCM, na ndio maana Dr. Slaa alisema ni makapi. Na tunaposema makapi sio kila mwana CCM ni kapi. Hapana, mwana CCM ambaye nikapi, ni kapi, ni yule ambaye yuko ndani ya CCM kwa sababu ya uongozi, akikatwa anakimbilia UKAWA, mnajua kirefu cha UKAWA? Nseme nsiseme? uu ya kwanza ni umoja wa k kupokea. Aa, ambao waya mwisho wamekatwa. Sumaya alikatwa kukatwa, Loasa alikatwa kukatwa. Leo hii wanazunguka wanaohadaa Watanzania. Kuna kauli imezungumzwa hapa. Kwa kumalizia, leo hii kuna viongozi waliokuwa ndani ya system ni mizigo. Nataka nimzungumzie mzee wangu Sumaye, ni mizigo, amekaa kwenye waziri mkuu kwa miaka kumi. Leo hii anazunguka anawaambia Watanzania hakuna ambacho kimefanyika. Ndugu zangu, hakuna ambacho kimefanyika kweli? Nianze na eneo lake mwenyewe akiwa mbunge wana na akiwa waziri mkuu amekaa muda mrefu, alishindwa hata kufuatilia barabara moja yana Rais Jakaya Mrisho Kikwete na waziri wake makini, jembe, mchapakazi, mwadilifu, mwaminifu John Joseph Pombe Magufuli.